Mheshimiwa, tukae kwenye maeneo yetu. Wawekezaji hatukatai, wapeleke tu kwenye eneo nao wakafeana. Wao wanavifaa, sisi tunashoka. Wao wana magari, mnatupeleka sisi munyambo, tuna, tuna magari. Mimi nilikuwa na shauri mheshimiwa, hebu fanyeni kuchenji tu, wapeleka sehemu, ili wananchi wakae kwenye maeneo yao. Umi tumeyagaramikia mno, tumeyafyeka kuanzia elfu mbili na kumi na mbili tumegaramika kifichi <laughs> saa hizi kutunyanganya mashamba yetu, nasaaashambaawmyako sawa. Wamewapiga wazazi wangu kule, wametolewa hatima yake, wakaweka wawekezaji. Nimefuatilia, nimefuatilia, lakini fuatiliaji wangu haukuzaa matunda. Nimefika kwenye ofisi ya mkurugenzi mara mbili zote, safari ya kwanza nilienda na akaagiza tume ya maliasili wakaja, nilienda nao